Naam, hatimaye Kagera Sugar wanaandikisha ushindi kwa Tabora United msimu huu baada ya kufungwa nje ndani kwenye ligi kuu soka ya Tanzania bara, lakini kwenye mchezo wa kombe la shirikisho nchini maarufu kama CRDB Federation Cup Tabora United wanakubali kichapo cha penati tano kwa tatu baada ya sare ya moja ya moja kwenye dakika tisini. Ni mchezo ambao Tabora United hawakucheza vile ambavyo tumewazoea katika uwanja uh, wa nyumbani hasa kipindi cha kwanza Uh, lakini uh, mpaka dakika tisini zinakamilika, ngoma uh, ilikuwa ni moja moja. Tunazungumza na makocha wa timu zote mbili baada ya dakika tisini kukamilika. Yeah. Kushinda, kushinda, kushinda, ya dakika tisini salama salama, nasema ni mpira tu. Kushinda, kufunga, kuna ku kwao ni matokeo ya mpira, na penati hazina mwenyewe, nasema hivi. Kwa hiyo tumapokea matokeo ya kufungwa, tutarudi kambini kujiandaa na mechi Yanga Jumatano. Changamoto ni ya uwanja, uwanja sio rafiki. Uwanja ndio kila kimbe tunateleza, tunateleza kwa ile mpira bidi tulopanga na uwanja vilikuwa tofauti. Mwishoni tumeshuhudia mandanda na ingia. E, labda ripoti ya kocha wa magolikipa. Toka kati tunatoa mazoezi tunaangalia nani, nani mzuri kwa penalty.

Uh, ukilinganisha Tabora kwenye michezo ya ligi, walitufunga michezo yote mbili, walitufunga hapa, wakatufunga wali Kaitaba. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mgumu, sababu ulikuwa ni mchezo wa tatu, lakini hasa ugumu umeongezeka ni kwa sababu ni mchezo ambao lazima mmoja afungwe mm. kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Hicho ndio ambacho naweza kusema, first half mwalimu mmoja na kwanza kutangulia kufungwa, baada ya kusawazisha ulidominate zaidi game lakini changamoto ilikuwa ni kwenye namna gani ya kuconvert zile nafasi kuziweka kwenye usahihi wa matendo. Shida ilikuwa ni hakuna Kami, hakuna shida wakua. Mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa mm. Pale unapofanya kosa ndio unaruhusu goli, lakini wewe unaweza kutengeneza nafasi na kama haukuzitumia ndio hayo makosa ambayo tunaongea. Kwa hiyo mimi nadhani haikuwa mbaya sana, haikuwa mbaya, na tumecheza vile ambavyo tulijiandaa kwenye viwanja vya mazoezi kuja kucheza mechi mm. Kila mechi ina ina game plan yake ya kucheza mm. Vile ambavyo tumecheza ndio tulivyoandaa kwenye mazoezi. Yote kwa yote tunasema tunawashukuru wachezaji, wamefuata yale ambayo tulifanya kwenye mazoezi, wamepambana, wamejitolea, tulikuwa nyuma goli moja wametoa, lakini tumekuja kwenye penalti. Mimi nasema pongezi kubwa ziende kwa wachezaji yeah. Naam, baada ya ushindi huo wa penalti tano kwa tatu dhidi ya Tabora United, kikosi cha Kagera Sugar kimefanya mazoezi mepesi uh, kwenye uwanja huu pia wa Ali Hassan Mwinyi na wanafuzu sasa hatua ya nane bora kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho. Kwa niaba ya mpiga picha Rashidi Rukungu jina langu ni Emil Kasapa CG Online TV.